Ukishatendwa unajua a kuandika mistari mizuri na inatufariji sisi wadau ambao well. nifaakubwa wa sana wa Baraka Da Prince kwenye mistari yako msee wangu Baraka yep. Umetendwa sana, ndio maana una uwezo mkubwa sana wa kuandika mstari mtamu. Kama utakua hujatendwa, usingekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika mstari mtamu. Bonge moja ngoma. Mi katika wasanii ambao wako kwenye list yangu na wanafanya vizuri, of course, kwenye sauti na kila kitu yeah. Napenda kusikiliza mziki laini ambao utanifanya mimi kujifariji kwenye moyo wangu pindi ambapo na mimi uh, mm -hmm. eh, pia na matatizo yangu, kila binadamu na matatizo yake. kuna Baraka Da Prince, kuna more music pamoja na Ben Pol. Na mmoja katika sauti ambao nikisikiliza sauti zao najua oh yes. This is how we do, man. Mm. Ah. Mm. Inakwaje, Baraka oh, the Prince? Po Dukazi. Jana, please. Zee, vipi sasa tukupe maji ama tukupe... Water wakasema, wakasema, vip, maji. Kuna watu walikuwa natania, nimeona alikuwa na Instagram akasema, wakamposti Baraka the Prince wakasema vipi tukupe maji ama ni aje?

Oh. Yeah. Oh, <laughs> <laughs> anyway, tuzungumzie kitu, kitu, kitu kimoja ambacho mbacho ni cha muhimu sana. ngoma zako, mimi ni moja fanzako moja, mkubwa sana. Yes. na na vingi nani anayekutungia nyimbo nyimbo zako? mimi mwenyewe na kariri zote kwa sababu si ni kwamba vitu vinavyotokea hata eh, na mimi mimi naandikaga tu, wewe mzigo mm -hmm, wangu naandika mwenyewe, sema kuna baadhi ya nyimbo nimesaidiwa kuandika nyimbo zangu zingine zote, siwezi zingine zote nimeandika mwenyewe. Alright. unapata wapi hiyo idea? ni umetenda sana mm. No, no, Amy, ujue, maisha yako. Ujue uh, kitu ambacho fanya biashara yoyote ukishajua kwamba biashara yako mm. Watu ambao wananunua biashara yako wanapenda nini, lazima utakuwa ni creative kila siku na kufikiria ufanye nini kwao. Mimi nimeshajua kabisa watu wanapenda nini kutoka kwa okay. oh. Niimbe nini ili niweze kuendelea kuwa na mashabiki wengi uh-huh. All right. O, so kwamba nimetendwa sana au nimeumizwa sana? yeah. Ila nimeshajua tu kwamba watu wangu wanataka nini wafanyeni. Okay. Yeah. Safi sana. Nataka nirudi nyuma kidogo pia na wadau ambao mnanitazama sasa hivi. Mmoja kati ya vijana ambao wamelelewa na Sandu George. Yeah. Wewe ni mmoja wapo, yeah. Na wapo kina Saji na pia, na pia nakumbuka yeah. Eh. Ska. Choka pale ambapo Tatamesha Records ikiwa Mwanza. Eh? Yeah. Yeah. Nataka kujua kitu gani hapa katikati ambacho kimetokea kati ya wewe pamoja na St George kwa sababu kuna tetesi za chini ambazo zilikuwa zinasikika kwamba mliachana kwenye management ya kibiashara. What's up? Kitu gani ambacho kiliendelea hapa katikati? Uh, sikutaka sana kuzungumzia mambo mambo ya kwa sababu ni ni mambo ambayo yamepita. Okay. Mimi na Kidi tulikuwa tunafanya kazi. All right. Ile ilikuwa ni ofisi. Mm. Ina maana mtu unaruhusiwa kuhama ofisi mm. Kama endapo ukiona unahitaji kuhama ofisi mm. Na sikuhama kwa ubaya, au sikuhama kwamba labda kidogo alikuwa ni alikuwa afanyi vile ambavyo mi nataka. Okay. Nahitaji kubadilika kila siku na niweze kukua zaidi, nijaribu sehemu nyingi nyingi, utafutaji huko sehemu moja siku zote. Okay. Lazima utoke sehemu fulani uende sehemu fulani mm. ukajaribu pia unaweza pia tena ukarudi pale pale. Kutoka pale tena ukaenda huko. Kwa hiyo mimi niliondoka tu yani kwa mema na niliondoka safi kabisa kwa sababu nilitaka nijaribu pia sehemu nyingine. Lakini kwa sababu nataka kukua. No, lakini story ambazo nilizisikia mimi yeah. Jinsi ambavyo najua sisi ni wadau pia music, kwa hiyo stori zikienea lazima tutajuana, ni kwamba ulisitisha mkataba bila kidwai kuridhia sio mendeleo, na ukienda kuchukua mkataba kwenye kampuni nyingine tofauti ambayo inakusimamia sasa hivi eh? Wewe unahisi Kid Boy angeza kukubali mivunje mkataba wake pasipo ye eh, kufahamu nende kuchukua mkataba mwingine mm. Ina maana ilikuwa ni kesi kubwa. Okay. Kuna makubaliano yangu mimi na Kid Boy siwezi kuyaweka hivi. Kwa sababu ni vitu ambavyo vimesha pita na na mimi na Kid tu poa kabisa. Really? Ni brother ambaye ananisaidia mpaka hey, leo well. Yani. Okay. Ananishauri vitu vingi. Bado yani anahusika kwenye mziki wangu. Turudi kwenye <laughs> kwenye management, ha? Wasanii wengi ambao wanakoga na management, sometimes wanakoga na lega lega, sometimes wakuta wananyoka kwa upande wako. Unaonaje? Ni the best thing kwa msanii yoyote kuwa na je, management, yeah, management ulokopona inajua umuhimu wako. Ya, yeah, biashara yeah, yoyote Mm. Ili biashara yako ziweze kuwa nzuri, lazima uwe na management, we na manage biashara yako okay. Aidha hiyo ni management ambayo unaimiliki wewe au inakumiliki wewe mm. Wewe wewe, ili uweze kufika sehemu, lazima lazima uwe uwe na na management management, kwa sababu wewe huwezi kufanya vitu we vyote mm. kama msanii yani yani uwezi ukachukua ukatafuta ma DJs uwezi ukafanya promotion mm. ile uhangaike wewe kila kitu uende studio mm. siku zote yani utafeli okay. Lazima uwe na management sure. Na mimi management yangu inafahamu sana mm. Um, tunakaga tuna tunazungumza mm, chochote kinachofanyika lazima mi na wao tukubaliane, mpaka pia inamana wanajua mm, na maana wanajua wangu pia na hapo, hapo, umuhimu management huwa inakupangia msanii wa kufanya kufanya collaboration na yeah, inakupangia pia za kufanya video. Yeah, hali, ujua, wanajua, ya kwa sababu wale hujua wanajua hii biashara ikoje na wanafahamu nini kufika sehemu. Oh, really? Ah, ni ruhusu kuimba tu na kila mtu. Sure. M zamani nilikuwa ni mtu ambaye na record tu na kila mtu akitaka collab. Mm. Sometimes mtu akinilipa tu naenda kuimba lakini nimefika hatua. Sasa hivi siimbi na mtu yani, bila paka zungumze na management yangu na pia mm. paka kazi yake tu tumeipenda, hata hata kama anatoa shilingi ngapi, hata kama anatoa shilingi ngapi hata kama hawina Ebana tuko na Baraka the Prince right now kupitia kwenye the base super furahi day hapa ndani. Share na sisi kwenye Facebook, Twitter pamoja na Instagram, unaandika the base itv unakuwa ni moja yeah. kati ya washikaji zetu. nilikuwa nataka tuzungumze kitu kimoja, moja kati ya wasanii ambao wamehitajwa na vituo vikubwa vingine vya kimataifa umeona? mona yeah. Eh? Uh, kwamba ni moja kati ya wa wasanii ambao tunawatazamia kwa mwaka 2016 Si yeah. menielewa? yeah. Labda kwa urahisi nikumbushe ni, ni kitu gani ambacho kilikutaja kwa ambacho kinasifika duniani you know, na yeah. barani Afrika kwamba wewe ni moja kati ya wasanii ambao wanatakiwa kutazamwa kwenye jicho la tatu kwa mwaka 2016. Ni sababu gani waliamua kutaja wewe na si mtu mwingine kwa nini? Na kwa sababu Tanzania tuko na wasanii wengine ambao wanapeperusha bendera kimataifa zaidi, kwa nini walikutaja wewe unafikiria <coughs> uh sana sana kuchunguza hiyo kitu nikajua ni kwa sababu gani. MTV Base wali nitangaza kutoka Tanzania ni staff kama sana hapa, aniwalintangaza utokaiju sababu ni nini, ila mimi nahisi kwamba ni kazi nzuri Mm. na Watanzania wana support sana Okay. kazi zetu. Ujue sasa hivi Tanzania tumekuwa tuna pawa Yeah, sure. Asilimia kubwa mi nachofahamu na, na, nacho social network sasa hivi ina nguvu kubwa, mm. Yani inaweza hata kama mtu akufahamu, okay. naeza ikatambulisha vizuri mtu akaanza kufuatilia akagua background yako, profile yako nzima, ili nahisi kuna kitu ambacho wamekiona uko na connection kwa ajili ya kazi zako mwenyewe binafsi yeah, of course. Wazijio tunaweza tukamsikia ametajwa kwenye awards mwaka huu. Hatari sana. Ni hatari. Baraka katika namba moja, namba moja mpaka tano unapenda namba gani? Moja. Moja mpaka tano. Lazima utaanza. Unapenda moja. Yule mtoto ambaye inasemekana ni wa kwako mbona unamtelekeza? Mtoto anasemekana ni wa kwako. Yes. Telekeza. Nani sasa hivi? Mimi na mtoto. Sikwaje na mtoto. Lakini yule mtu ambaye alijitokeza akadai kwamba ana mwanangu na mimi mtoto wangu yupo safi na chochote mm -hmm. Kinachohitajika kwa h kwa sababu nampenda sana. Mama aitwa nani? Yes, baada yeye nampenda mama, nampenda sana mtoto wangu sana. <laughs> huyu <laughs> ambaye tunamjua sio? Ila kuna mwingine Mimi oh. Namfahamu yupi? Mimi namfahamu yule ambaye ametolewa kwenye social network tukambia, umemtelekeza uko Iringa kwenye <todicum> watu waamini. <wuhu, wuhu>. So, kweli. Okay. So nini? Mimi na mtoto mmoja yuko Arusha. Okay. It. No, like unajua unajua kwa nini amekuuliza hivyo? Mm. Kwa sababu unajua kumekuwa na story ambazo zinaenea kwa wasanii wengine wote ambao pia watakuwa wanatazama sasa hivi kupitia ITV kwamba kila msanii ambaye anakwenda mikoani eh, lazima atoke na watu, mtu mmoja au wawili. Sijui umeelewa. Show kwa sababu mimi nimefanya mimi nimetembea na wasanii kwenye tour mbili tatu ambazo nimeona, yeah. Nimepata experience kwamba mwanangu hii mbazo kila klabu unaenda sijui, kila sehemu unaenda lazima hivyo. Kwenye hizo show shows, unaizungumziaje hiyo hali? Kwa maana lazima mkienda kwenye tour, lazima sasa <muchimu> mnatuachia wajukuu huko, jamani. Kama tumemaliza hivi, jamani i hi Baraka, nazandi, ni anyway, hey, jamani ni hivi, Baraka, mtoto wake ni mmoja ambaye yuko Arusha. hu hu hatumtambui Baraka na nashukuru sana nongera nah, sana yeah. Kwa kazi nzuri ambayo inaifanya na appreciate. Thanks for your time, bro. I know. Yo, Baraka the Prince in the house. Tunamalizia na ngoma yote. Yeah. Una hizi? Una hizi?